Leo April 7 2025, ni siku ambayo tunakumbuka kifo cha rais wa zamani wa Zanzibar, hayati Abeid Aman Karume. Hii video unayoiona hapo ni moja ya hekaheka heka za hayati Karume enzi za uhai wake, kwani alikuwa ni mpenda michezo hasa soka na bao. Huu ulikuwa mchezo wa soka kati ya mawaziri wa Tanzania bara na wale wa visiwani, ambapo kipindi cha kwanza mechi ilichezeshwa na Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kipindi cha pili akamkabidhi kipenga Hayati Karume. Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa mapinduzi Zanzibar, alikuwa mhamasishaji mkubwa wa kuanzishwa kwa klabu ya soka ambayo sasa ndiyo hii inayoitwa Young Africans Sports Club yani Yanga. Baada ya kufanya kazi ya ubaharia iliyomwezesha kuzunguka karibu dunia nzima kwa miaka kadhaa, akiwa kijana mdogo sana, Karume alipata uzoefu wa yaliyotokea kwenye nchi mbalimbali ambazo alizunguka duniani na kugundua kwamba serikali za kikoloni zilipiga vita uanzishwaji wa vyama vya siasa vya wananchi wazawa, lakini zilikuwa hazipingi vyama vya kijamii kama klabu za michezo. Baada ya kuufahamu ukweli huo akiwa nyumbani kwao Zanzibar, Karume alijiunga na wenzake na kuunda klabu ya soka iliyojulikana kwa jina la African Sports Club, mwenyewe akiwa mchezaji mahiri humo ndani. Lakini humo humo kwenye mikutano ya kisoka ndimo yeye na Wazanzibari wenzake walikuwa wakijadili jinsi ya kujinasua kutoka kwenye utawala wa kisultani uliokuwa ukilindwa na Waingereza. Ni hayati Karume huyu huyu ndiye aliyehamasisha kuanzishwa kwa matawi ya hiyo African Sports ya Zanzibar, na akafanikiwa kuanzishwa kwa tawi la timu hiyo jijini Dar es Salaam ambalo kwa sasa ndiyo hii klabu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans. Na kule Tanga alifanikisha kuanzishwa kwa tawi jingine ambalo ni African Sports ya Tanga. Baada ya kuanzishwa timu hizo tatu, Yanga ya sasa, African Sports ya Zanzibar na African Sports ya Tanga zilitengeneza undugu wa damu kabisa. Zote tatu zilikuwa ni chimbuko la hayati Karume. Sasa unafahamu kuhusu jina la Simba Sports Club, aliasisi nani? Hiyo ilikuwa ni mwaka 1971. Karume aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la klabu hiyo mitaa ya Msimbazi. Karume alitoa mchango wake wa fedha wa kufanikisha ujenzi wa jengo hilo. Hapo hapo alitoa rai kuwa klabu hiyo kuachana na jina la Sunderland Sports Club lililokuwa likitumiwa na klabu hiyo hadi mwaka huo. Hakuishia kuelekeza tu kwamba jina hilo lilikuwa haliakisi utamaduni wetu na lilikuwa lina mwendelezo wa mabaki ya ukoloni, bali pia alipendekeza jina linalotumika sasa na klabu hiyo. Nami nakumbuka wazi wazi nilivyomsikia akisema kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Alisema kwamba achaneni na jina hilo la kikoloni la Sunderland. Kwani tuko Uingereza hapa? mnaweza mkajiita Simba Mwekundu Sports Club, jina linaloeleweka na linaendana na utamaduni wetu. Alipendekeza jina la Simba Mwekundu kutokana na rangi kuu ya klabu hiyo. Wazo hilo likachukuliwa moja kwa moja kweli, Simba ilikuwa ikiitwa Simba Mwekundu, lakini baadaye ndipo ilipoandikishwa kama Simba Sports Club. Sasa nataka nikujuze pia kuhusu ujenzi wa jengo la Yanga na Simba. Na tukianza na wananchi Yanga, Hayati Karume ndiye alitoa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya ujenzi wa jengo la makao makuu ya Yanga. Makutano ya mitaa ya Twiga na Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam. Pia alishirikiana na wanasimba kupata jengo lao kwenye mtaa wa Msimbazi. Pia Kariakoo, jijini Dar es Salaam. Kwa kuchangia kiasi cha pesa kimsingi, Karume alishiriki kujenga majengo yote mawili ya klabu za Simba na Yanga. Nataka nikwambie kuhusu pia uwanja wa Karume. Hayati Karume ndiye aliyefanya uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam, kunako makao makuu ya TFF kuitwa hivyo, kufuatia siku moja kuruhusu mashabiki waingie bure kwenye uwanja huo ambao uko ndani ya makao makuu ya shirikisho la soka nchini, TFF. Karume alikuta mashabiki wanazagaa nje ya uzio wa uwanja huo, ndipo akaamuru waingie tena, waingie bure, na wao wakamshangilia kwa kuimba jina lake la Karume, na huo ndio ukawa mwanzo wa uwanja huo kuitwa Karume na eneo lote lile kupewa jina la Karume. Jambo lingine ambalo Wazanzibari hawatoli sahau hadi leo ni kitendo chake cha kufutilia mbali mchezo wa masumbwi visiwani humo, ambapo hata hivyo, katika miaka ya karibuni Wazanzibari hao wakaamua kuufufua tena mchezo huo wa masumbwi. Nenda mwamba, nenda Abeid Amani Karume. Wana michezo bado tuna kukumbuka. Msimulizi wako ni mimi Novatus Victor Mulishiwa.